Tanzania yatoa zaidi ya ajira 53,000 katika siku mia moja za kwanza za awamu ya pili ya Rais Samia Suluhu Hassan. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanikiwa kuunda ajira zaidi ya 53,000 katika kipindi cha siku mia moja za kwanza tangu kuanza kwa awamu ya pili ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Hatua hiyo imeelezwa kuwa ni mafanikio makubwa ya sera za ajira na maendeleo ya rasilimali watu, na imepokelewa kwa matumaini makubwa miongoni mwa wananchi, wachumi na wadau wa maendeleo. Katika kipindi hiki kifupi cha mwanzo wa awamu ya pili, serikali imeonyesha kasi mpya katika utekelezaji wa ahadi zake, hususan katika eneo la ajira, ambalo limekuwa changamoto kubwa kwa vijana na Watanzania wengi kwa miaka kadhaa. Mafanikio haya yamekuja katika mazingira ambayo uchumi wa dunia unakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo kupanda kwa gharama za maisha, mabadiliko ya hali ya hewa na kuyumba kwa masoko ya kimataifa. Ajira kama kipaumbele cha kitaifa. Serikali imeweka wazi kuwa ajira ni moja ya nguzo kuu za maendeleo ya taifa, na ndiyo sababu imewekeza nguvu kubwa katika kuhakikisha kuwa nafasi za kazi zinaongezeka kwa kasi. Kupitia wizara, idara na taasisi mbalimbali mbali za umma, nafasi za ajira zimetangazwa na kujazwa kwa kuzingatia mahitaji halisi ya sekta husika. Katika kipindi siku mia moja za kwanza, serikali imefanikiwa kutoa vibali na kutekeleza ajira katika sekta muhimu kama afya, elimu, usalama, miundombinu, utawala na teknolojia. Hatua hii imelenga sio tu kupunguza ukosefu wa ajira, bali pia kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi kwa kuongeza idadi ya watumishi wenye ujuzi katika maeneo muhimu. Sekta ya afya na elimu zapepewa kipaumbele. Moja ya sekta zilizopata ajira nyingi ni sekta ya afya, ambapo maelfu ya wataalamu wa afya wameajiriwa ili kuimarisha huduma katika hospitali, vituo vya afya na zahanati nchini kote. Ajira hizi zimekusudia kupunguza upungufu wa watumishi wa afya, hasa katika maeneo ya vijijini na pembezoni mwa miji, ambako changamoto ya rasilimali watu imekuwa kubwa. Sekta ya elimu pia imepata msukumo mkubwa, hususan kwa kuajiri walimu wapya wa masomo ya sayansi, hisabu na lugha. Serikali inaamini kuwa kuimarisha sekta ya elimu ni msingi wa maendeleo ya muda mrefu, kwani elimu bora huandaa nguvu kazi yenye ujuzi na uwezo wa kushindana katika soko la ajira la ndani na kimataifa. Ajira katika sekta nyingine muhimu. Mbali na afya na elimu, ajira pia zimepatikana katika sekta ya miundombinu, ikiwemo barabara, reli, bandari na nishati. Miradi mikubwa ya kimstrateji inayoendelea nchini imehitaji wataalamu mbalimbali, jambo ambalo limechangia kuundwa kwa nafasi mpya za ajira. Sekta ya utawala na huduma za kijamii pia imeajiri watumishi wapya ili kuboresha ufanisi wa utoaji huduma kwa serikalini. Ajira hizi zinalenga kupunguza mzigo wa kazi kwa watumishi waliopo na kuongeza uwajibikano na uwazi katika utoaji wa huduma kwa wananchi. Ajira na ukuaji wa uchumi. Wataalamu wa uchumi wanasema kuwa ajira zaidi ya 53,000 zilizoundwa katika siku 100 za kwanza zina mchango mkubwa katika kuchochea ukuaji wa uchumi. Ajira zinapoongezeka, kipato cha kaya huimarika, matumizi ya wananchi huongezeka na mzunguko wa fedha katika uchumi huimarika. Kwa mtazamo huu, ajira sio tu suluhisho la tatizo la ukosefu wa kazi bali pia ni nguzo muhimu ya kupunguza umaskini, kuongeza mapato ya serikali kupitia kodi na kuimarisha ustawi wa jamii kwa ujumla. Mchango wa sekta binafsi. Serikali imeendelea kusisitiza kuwa pamoja na ajira za serikali, sekta binafsi ina jukumu kubwa katika kuunda ajira endelevu Kupitia sera za uwekezaji, mikopo kwa wajasiriamali na uboreshaji wa mazingira ya biashara, serikali inalenga kuhamasisha sekta binafsi kuongeza ajira kwa vijana na wanawake. Miradi ya viwanda vidogo na vya kati, biashara ndogo ndogo na shughuli za kilimo cha kibiashara imeendelea kuchangia ajira nyingi zisizo rasmi, lakini zenye mchango mkubwa katika uchumi wa wananchi. Serikali imeeleza kuwa itaendelea kuimarisha mifumo ya mikopo na mafunzo ili kuhakikisha ajira hizi ni endelevu na zenye tija. Ajira kwa vijana na wanawake. Vijana na wanawake wamekuwa miongoni mwa walengwa wakuu wa mpango wa ajira wa serikali. Kwa kutambua kuwa kundi hili ndilo lenye idadi kubwa ya watu wenye uwezo wa kufanya kazi, serikali imewekeza katika programu za mafunzo ya fundi, ujasiriamali na teknolojia. Kupitia programu hizi, vijana wamewezeshwa kupata ujuzi unaolingana na mahitaji ya soko la ajira, huku wanawake wakiwapewa fursa zaidi za kushiriki katika shughuli za kiuchumi na uongozi. Serikali inaamini kuwa uwezeshaji wa makundi haya ni msingi wa maendeleo jumuishi na endelevu. Changamoto zilizopo na hatua za kuzikabili. Pamoja na mafanikio yaliyopatikana, serikali imekiri kuwa bado kuna changamoto katika kuhakikisha ajira zinazoundwa zinawafikia wananchi katika maeneo yote ya nchi kwa usawa. Baadhi ya maeneo ya vijijini bado yanakabiliwa na uhaba wa miundombinu na fursa za kiuchumi, hali ambayo inahitaji mikakati maalum. Serikali imeeleza kuwa itaendelea kuboresha usambazaji wa ajira, kuimarisha mifumo ya ufuatiliaji na kuhakikisha ajira zinazoundwa ni endelevu, zenye heshima na zinalipa kwa inavyopaswa. Aidha, suala la kulinganisha elimu na mahitaji ya soko la ajira limeendelea kuwa kipaumbele ili kupunguza tatizo la wahitimu kukosa ajira. Mustakabali wa ajira nchini. Kwa ujumla mafanikio ya kuunda ajira zaidi ya hamsini na tatu elfu katika siku mia moja za kwanza za awamu ya pili ya Rais Samia Suluhu Hassan yanaonyesha dhamira ya serikali ya kuifanya ajira kuwa ajenda ya kitaifa. Serikali imeahidi kuendelea kuchukua hatua za kimstrateji ili kuhakikisha kasi hii inaendelea na ajira zaidi zinapatikana katika kipindi kichacho. Kupitia ushirikiano kati ya serikali, sekta binafsi na wadau wa maendeleo. Tanzania inalenga kujenga uchumi imara unaotegemea nguvu kazi yenye ujuzi, ubunifu na uwezo wa kushindana. Hatua hizi zinaonyesha mwelekeo wa taifa kuelekea maendeleo jumuishi ambapo kila Mtanzania anapata fursa ya kushiriki na kunufaika na matunda ya maendeleo ya nchi.